Ni afadhali tubaki wachache ambayo wako na msimamo, tulivyokuwa tuko na watu ambao ni malaya na kaa pande hii takwenda pande ngambo ile kwenda kabisa. Karibuni tena mara nyingine ndani ya mjukuu wa bunduki. Hapa ndipo kama hujasikia mahali hapa haijafanyika, kaa hapa tuchambue siasa ambayo inafanyika ndani ya taifa la Kenya, ndani ya ODM, Kenya Kwanza, serikali one term versus two term. Langu jina ni mjukuu wa bunduki Usisahau kubonyeza kidole, usisahau kubonyeza hiyo kidude hiyo kengele. Siasa ya one time, siasa ya two term. Kuna video moja nataka niwawekea. Gladys Wanga, Gladys Wanga ni governor wa Homa Bay, kati yake na mheshimiwa mbunge wa Embakasi Mashariki Honorable Babo Wino pamoja na senator wa Nairobi Honorable Edwin Sifuna pamoja na governor wa Siaya James Boborengo. Kuna nini ndani ya ODM? ne inawaka. ODM ne inabomoka. Jana Wanga alilipua, Babu Wino akalipua Sifuna na Orengo. Babu Wino akalipua Sifuna na Orengo. Tazama hii video. gidhi e wan tam nikech mondo babu obed Gavana ma Nairobi odwaro kura mar jomoko kuro mondo koro ogochne koro wadhi e wan tam to kobedo gavana ma Nairobi wan jorongo te nyaka jomigori wadhi wadag e od babu Nairobi ne waromo e iye kuro mara ariyo Sifuna ni nyaka obed seneta ma Nairobi koro mondo yud kura nodwa kura mar kia kabila mane kia kabila mane to kata ka obedo seneta oganda ni te dhichieme ode di. Lazima tufanye siasa kimakini kimakinifu na kitaratibu, aswa Mlua na Mjaluo, kwa sababu uh, hawa vigogo wote ambao wanatajana hapa wote wanavuruta siasa ama wanavuta skambo upande wao. Ukisikiza gavana huyu wa Homa Bay anasema ya kwamba Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna Honorable, mbunge wa Embakasi Mashariki profesa Babu Owino, pamoja na wakili James Bobo Orengo, ya kwamba wako pande ule kwa sababu maslahi yao binafsi. But kuna kitu moja gavana huyu wa gavana huyu wa Homa Bay anasahau ya kwamba Politics is about interest but siasa ya Muluya na Mujalua hapo ndio ndipo nataka kudwell hapo. Je, Ni nini tunapata kwa two term? Muluya Mujaluo. Hiyo ndio swali ambalo tunafaa kujiuliza. Na hii swali ambalo tunafaa kuuliza governor. Wakati governor anasema ya kwamba Babu Sifuna wako pande ule kwa sababu wanatafuta kura ya kurudi kama viongozi wa mwaka 2027 Nairobi, Babu governor Edwin Sifuna senator. Pili, nataka kuuliza kwamba upande wa one term, ni nini tunapata kama mulia mujaluo? Na hii nataka tuangalie kindani kindani kimakini, kwa sababu tumeona siasa kama haya akifanyika since 19, 1963 haduwa leo tuliona ubo Oginga Odinga alisaidia jarammoyo, alisaidia mzee Jomo Kenyatta, kisha Kenyatta alipotolewa kwenye magereza alipochukua tamu ya uongozi, kisha vitu zikabadilika. Kabidi mheshimiwa eh, marehemu eh, the vice president wa kwanza wa jamhuri ya Kenya eh, Ogingo Dinga hakang'atuka mamlaka kwa sababu maybe sera yake na sera ya rais wa kwanza wa jamhuri ya Kenya haikukinzana ama haikuingiana. Sasa mwaka 2027 twalekea uchaguzi tuko na William Ruto ambayo hawa vigogo wote wa ODM. Kumbuka pale nyuma kabla Raila kuwapeleka Broadbase ya kwamba wao walikuwa na, walikuwa na walikuwa na, kuhu, kuhu, walikuwa wanapinga uongozi wa mheshimiwa rais William Samoei Arap Ruto. Kisha baada ya Broad Base, wengine wakaanza kupinga, wengine wakaanza kusupport ama kuunga mkono. Nataka kuzungumza ya kwamba Kalonzo Musyoka amekwipo katika kwenye siasa muda mrefu, na ni kama kuna mtu ambaye amekuwa angekuwa rais baada ya Kibaki angekuwa ni Kalonzo Musyoka. Lakini kwa sababu hesabu ya wale waliokuwa mamlaka walimpigia Kalonzo hesabu kali, kisa mheshimiwa Kalonzo Musyoka hakakuwa control, hakatoshia mfuko ya wale Kisha mheshimiwa Uhuru Kenyatta Muigai hakachaguliwa rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya. Nataka mulu ya mjaluo angalie hii angle ya hii siasa ambayo sasa hivi tunafanyiwa kwa ODM. Pande huku tunaye mheshimiwa Babu Owino na mheshimiwa Edwin Sifuna ambaye ni young tax. Pande ule mwingine tuko na Gladys Wanga, ambao wanasema ni tutoa hawangatuki hawatoki. Pande huu pia tunaambiwa kwamba William Ruto must go is a one term president, but swala bado tunauliza kwa niaba ya jamii yetu ya Wajaluo, tuna benefit nini kwa one term ama kwa two term? Secondly, kwa Mluya ambapo Sifuna anasema one term William Ruto, huyo Mluya anabenefit nini kwa one term? Siasa sio maneno kwingi katika kwenye jukwaa la kisiasa, ila siasa ni hesabu sabati, ambayo inafanywa namna sisi kama jamii, iwapo tutatengeneza serikali si hii, tutapata nini na nini na nini katika kwenye ndani ya serikali hii ama ndani ya uongozi ambao tunatarajia. Ndugu zangu, nataka niseme jinsi ninaona, ni maoni yangu, Mjukuu wa Bunduki. Kuna pesa imetembea upande zote mbili One time pesa imetembea kwa vigogo two time, pia kuna pesa natembea kwa vigogo, kisha wale watu ambao wanabaki kwa shida ni mimi Muluya na mimi Mjaluo ule wa chini kabisa, kwa sababu mimi hisia zangu ama matakwa zangu ama masuala yangu kama mwananchi wa chini, hakuna kiongozi wote ambaye anasungumuza. Lakini wakipanda jukwani one time: lazima tuondoe Ruto kwa sababu tunataka sisi Kenya ibadilishwe Kenya ipi unataka kubadilisha? Ilali waliko mamlaka zaidi ya miaka 20 na 28 na wamekuwa jamii yao, wamekuwa katika kwenye serikali baada hii nyingine ya one time, pia jamii yao wamekuwa kwa serikali zaidi ya miaka 30 na tano, sasa unabithiwa ya kwamba sisi lazima tufanye ile mtu one time. Ningependa kuambia wanasiasa siasa wetu kutoka Luo Nyanza na Western. Tusikue chombo ya kufanya wengine wakue madaraka kisha sisi wenyewe kama jamii kutoka maeneo ya magharibi ya Kenya tunabaki pale pale. Tuko na industry ya miwa sasa hivi imepeanwa kwa mikono ya kibinafsi, lakini ukienda kule maeneo ya mashinani bado hakuna lolote ambayo hizo kampuni inafanya on behalf ya community ama on behalf ya watu wa lala chini, wa chini walalahoi. mimi But tukienda Central tuko na kampuni mingi ambayo inafanya majani chai, inafanya makademia, inafanya kahawa, inafanya kilimo ya miraa, inafanya kila aina ya kilimo, ya maziwa zote inafanya. Western kwa sababu tuko na viongozi ambao wenye maneno mengi lakini matendo ni chache one term, wako na maneno yao ya kwamba lazima two term pia ni lazima. But the real sense akuna kitu tunageni kwa one term, wala two term. Ni vyama sisi tuanze kukaa chini. Asio upande wa two term nimeanza kuona jinsi wameanza kurison. Wameanza kukataa chama chao isikwe ni brandiwa na mheshimiwa rais yule Mruto, wana brand kivyao washajumua kwana ya kwamba wasipojipanga watapangwa. So one term pia wanafaa kujipanga, kwa sababu two term me wameanza kujipanga; wameanza kujua kwamba wananchi wanataka mageuzi, asio wananchi kutoka Western na Luyanza, Tusikue chomba ya kufanya wengine madaraka, namna Kalonzo alisaidia Kibaki, kisha baada ya kusaidia Kibaki mwaka 2027 hakawekwa pembeni, kisha Mheshimiwa Uhuru Kenyatta hakachukua tamu ya uongozi. Tusifanye tena kurudisha Mheshimiwa William Ruto bila bargaining table, kisha baadaye tunaambiwa ya kwamba sisi tutakuepo baada ya kurudi katika kwenye miula mapili, kisha tunapoteza tafakari Wanasiasa waliunyansa mtafakari sana. Langu jina ni Mjukuu wa Bunduki, mteteze wanyonge. Lazima tupige zabu. Tulikuwa na Matiangi. Matiangi ameinuka ghafla, binifu ameanza kukua control kama Kalonzo. Tafakari ya babu Mujaluu na muloe na Mpwani, tusipojipanga na Mkamba tunaenda kunyolewa bila maji.